Haki yetu eh! Tunataka haki yetu, shida ah, nini tena ndio kazi. <tiple> <tiple> eh. Kamsaidie yule. Hili ni gari la jeshi limefungwa na wananchi, wanashangilia. Hili ni gari la jeshi limefungwa na watu. Hili ni gari la jeshi limefungwa na watu. Gari la jeshi linachangiliwa na watu. Hicho ni kitu cha kupiga kura. Hamna kupiga kura hapa, tupo barabarani kule